Echocardiogram ni kipimo ambacho eh, ni kama tu uchunguzi wa moyo kwa kutumia mawimbi ya sauti, ultrasound. Wakati wa uchunguzi wa echocardiography, eh, kifaa maalum hutuma mawimbi ya ultrasound na mawimbi yanayorudi kutoka kwenye moyo eh, yanatumiwa kutengeneza picha inayoonyeshwa kwenye skrini kama echocardiogram. Katika echocardiogram tunaangalia muundo wa moyo na e eh, kwa kutumia mbinu nyingine kama vile e eh, uchunguzi wa Doppler na nyinginezo tutaangalia jinsi moyo unavyofanya kazi. Kwa hiyo kwenye echocardiography tunayo eh, eh, transthoracic echocardiography pamoja na transesophageal echocardiography. Hizi ndizo mbinu tofauti na e, kimsingi tukija kwenye e, 2D echocardiogram eh, ambayo tunafanya mara kwa mara katika shughuli zetu za kila siku ni echocardiogram ya vipimo viwili, na e, inatupa uelewa wa vyumba mbalimbali mbali vya moyo e, na muundo wa moyo pamoja na jinsi unavyosogea. Kwa hiyo kwenye uchunguzi wa echocardiography tunazo mbinu nyingine zinazoitwa M-mode echocardiogram. Hii ni echocardiogram ya mwendo wa muda. Ea, hii inatoa miale mmoja ya eh uchambuzi wa mawimbi ya sauti. Kwa hiyo eh, tukitumia hii mode echocardiography, tutaweza kuchambua vipimo mbalimbali mbali kama vile eh ukubwa wa moyo, upana wa muundo fulani, pamoja na urefu na kina chake. Kwa namna hiyo, tutaendelea kuchambua. Wakati huo huo, kwenye uchumbuzi wa Doppler tutaangalia jinsi seli nyekundu za damu zinavyosafiri. E, kutokana na hilo tutaweza kuchambua shinikizo mbalimbali mbali ndani ya moyo, na pia kuna njia nyingine kwenye mbili the echocardiography inayoitwa uchunguzi wa color Doppler. Kwa hiyo kwa kutumia color Doppler, yaani kwa kuweka rangi kwenye seli za damu tutaweza kuchumbuza kazi ya valvu mbalimbali mbali, kama valvu fulani imebanwa au kama valvu hiyo inavuja kwa hiyo kulingana na rangi ilivyowekwa tutaweza kuchambua jambo hilo, na pia tunaweza kuchunguza kama kuna muunganiko usio wa kawaida kati ya vyumba vya moyo, kulingana na mwelekeo wa mtiririko wa damu na mambo mengine. Kwa hiyo kwa kufanya hizi uchunguzi wa kina kwa kutumia mmode echocardiography na echocardiography ya vipimo viwili, pamoja na uchunguzi wa Doppler na pia color Doppler, tutachambua muundo wa moyo pamoja na kazi yake kwa undani mkubwa. Hapo awali tulikuwa tunafanya uchunguzi wa kath, mbinu inayoitwa cath studies ili kuelewa shinikizo ndani ya moyo kwa kuingiza vifaa maalum ndani. Hiyo ni taratibu ya uvamizi, lakini kwa sasa echokardiografi imekuwa mbadala wa kath studies karibu kabisa, isipokuwa tu pale inapohitajika sana. Hatufanyi tena kath studies, echokardiografi imechukua nafasi ya karibu kath studies zote. Hivyo hiki ni kifaa kizuri sana tulicho nacho na inachukua dakika tano hadi kumi tu kufanya uchunguzi kamili wa echocardiography. Na hiyo inatoa maelezo ya kina kuhusu muundo na kazi ya moyo.